Ni dalili ukiwa nazo dalili hizi ni ishara ya kuwa nyota yako ni chafu. Na nyota yako inaweza ikachafuka kulingana na mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na mfumo wa maisha yako ambayo wewe unaishi, inaweza kukusubishia nyota zako kuchafuka, ikiwa ni pamoja na jambo la uzinifu. Uzinifu unachafua sana nyota za watu, moja. Lakini mbili, mashaitani pia wanaweza wakasababisha nyota yako ikachafuka. Hilo ni moja lakini, pia hata kwenda kupendelea kwenda kwa waganga sana wakishirikina, kuoga yale madawa ambayo yanakuwa yameandaliwa kwa makafara, yana uwezo mkubwa wa kuchafua nyota zako. Lakini sababu nyingine ambayo nyota inaweza ikachafuka, eh, wachawi pia wanaweza wakakuchafulia nyota. Sasa nyota yako ikishachafuka, kuna dalili ambazo huwa zinajitokeza. Ni dalili zipi? Dalili ya kwanza kabisa mtu huota sana ndoto za shule. Eh, huota sana ukithirisha kuota ndoto, yupo mazingira ya shule, uota anafanya mitihani, anafeli, aidha anashindwa kufanya mitihani, anashindwa kuandika. Hiyo ni moja, lakini mbili, kuota ndoto za kurudia sana utotoni, unajiota umerudi utotoni. Jambo lingine eh, huwa na matatizo ya kusahau ndoto. Eh, unaweza kuwa na matatizo ukiota unasahau ndoto zako. <coughs> Dalili nyingine eh, ahadi unazopewa huwa hazitimii. Jambo linakwenda likitaka kufika mwisho ile unaona linaharibika, eh, au mtu anakuahidi na una uhakika kabisa huyo anaweza akanisaidia, lakini hakusaidii. Sababu nyingine ni mtu kuwa na tamaa kubwa ya mafanikio lakini hapo hapo huwa ni mtu wa kukata tamaa. Una tamaa ya mafanikio na moyo unakuja achani pambane na hili, lakini kabla hujalianza au umelianza tu kidogo, unashangaa eh, nafsi yako inakinahi kulifanya lile jambo. Hiyo huwa ni sababu ya nyota yako kuwa chafu, au kujiona lile jambo uliwezi na kuachana nalo. Lakini dalili nyingine, huwa na mawazo ya kukata tamaa mapema katika kila jambo eh, Eh, jambo umelisikia tu hata hujalifanya eh, na unu, umeambiwa lina mafanikio makubwa lakini tayari umelikatia tamaa hata hujaliingia. Lakini dalili nyingine, baadhi ya watu hupata pesa na wakishapata hiyo pesa hawapati tena pesa mpaka ile waliopata itakapoisha ndio hupata tena pesa. Lakini dalili nyingine eh, baadhi ya watu wakipata pesa, basi matatizo ndio huja mfululizo mpaka ile pesa itakapoisha. Mmeona ndugu yangu, sasa, unapokuwa umesibiwa na changamoto kama hiyo ya kinyota, nini tiba yake? Tiba yake e, zipo tiba mbalimbali mbali. Zipo za kidawa na zipo za Qur'ani. Leo na kuelekeza ya kidawa e, jambo la kwanza, tiba ya kidawa, nenda katafute dawa inayoitwa Habatnoxi Habat noxi. Ukishapata hiyo Habat noxi pata, e, pata dawa nyingine inaitwa Nyota ya Jaha. Ukishapata Nyota ya Jaha, pata dawa nyingine inaitwa nyota nyota kama nyota hata nyota ajaha nyota. Ukishapata hiyo, changanya dawa zote kwa pamoja. Ukishachanganya dawa zote kwa pamoja na ninakuongezea, kwenye upande wa Qur'ani soma aya hii inayosema, a'udhu billahi minashaitani rajim yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Soma aya hiyo kwenye maji kwa idadi ya mara mia moja, huku maji hayo ukiwa umeasogeza hapa karibu, soma hewa inayotoka mdomoni iwe inaingia. Eh, na ipo aya nyingine pia hiyo nitakuelekeza siku nyingine. Basi somea hivyo inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, maji hayo tumia kuoga na kunywa. Lakini yale ya kuoga changanya na dawa zako ambazo utakuwa unaogea. Maji hayo usiogee chooni, usiogee bafuni, oga kwenye eneo lolote lile ambalo ni safi. Inshallah, Mwenyezi Mungu atakufungua, utaanza kuziona ndoto zako zinafunguka vizuri, ahadi zinatimia. Lakini wale ambao wanaota sana ndoto za shule, hatimaye wataanza kuota Eh, ndoto za shule, lakini wanafaulu mitihani vizuri sana, na matokeo yake hapo, eh, utaanza kujiona zile ndoto za shule zimetoweka kabisa, eh, na maisha yako utaona yanakwenda vizuri. Lakini hatua nyingine, usisahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu mara zote, kwani yeye huleta matatizo baada ya kuwa pengine umekengeuka, na yeye pia hukuletea hiyo furaha baada ya kumrejea. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni mimi ndugu yako Maalim Kitabu, usisahau nafanya tiba kwa njia ya dawa na dua, kwa njia ya dua na dawa. Karibu sana, ofisi iko Mbagala, Maji Matitu, WhatsApp 0744918997. Karibu sana.